Picha naenda kuwawekea hapa awa ha, watoto ambao nimewawekea hapa ni watoto mapacha, lakini cha ajabu kila mtoto ana baba yake, na waweza kujiuliza itakuwaje? Watoto ambao wamezaliwa mapacha kila mtoto ana na baba yake. Huko Brazil kuna mji unaitwa Mineiro, kuna dada moja wa miaka 19. huyo dada alibeba ujauzito na alivyobeba ujauzito wake akajifungua hao watoto wawili hapa mapacha, lakini dada huyo alikuwa ajui baba ya watoto hao ni nani, akaenda kwenye vipimo vya DNA. Walivyoenda kupima kule walikuta kwamba kila mtoto ana baba yake, na watu walianza kujiuliza itawezekana itawezekanaje? Lakini yule dada alikiri na kukubali kwamba kuna siku alitembea na vijana wala wavulana wawili kwa siku moja na madaktari wakakubali, wakasema hicho kitu kinawezekana. Hayo ndiyo maajabu yanayotokea katika dunia hii. Na kama na wewe unaona ni maajabu, weka like yako hapo. Asante sana.